Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu, pamoja na pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo ni. Nimpe pole mlinzi wa Mheshimiwa Rais hapo. Aa, maana alitaka kuanguka hapo lakini watu wa Mungu wakamuai, wakamdaka. Aa, hii inatupa funzo sana sana kwa sababu tunatakiwa kuwa na maandalizi ya kuwa na roho njema ama mawazo mema mahali popote tuwapo. Kwa sababu, je, hapo alipo angeanguka, angekufa, matendo yake yangekuwa yanasoma nini? Unajua, usidanganyike kwamba ah, ha, hakuna pepo huko, yani hakuna mahali kuna kuitwa mbinguni. Usidanganyike, kama kuna ubaya ujue kuna wema, kama kuna wema ujue kuna ubaya, kama kuna kuishi ujue kuna kufa, na baada ya kufa ujue unaenda kufanya nini kule unakokufa. Ninasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya kumi na moja, ukianzia mstari wa tano mpaka wa saba, inazungumza kwamba wewe kijana, kula shiba jiachie nafsi yako, lakini giza raja mbele yako. Kwa tuko hapa kuwapa pole sana kwa hicho kilichowakuta, ila kwetu sisi wengine na amna, usimama mahali popote kwamba hiki kitu chaweza kukutokea kwako au kwangu mimi, lakini nimejipangaje? Au wewe umejipangaje? Umejiandaje? liwe funzo kwa watu wengine wanaosimama wasija wakajua mimi na kakijiti mdomoni humu kata nisimamisha mimi nina hiki ukifika mwisho ni mwisho tu hakuna mganga hakuna naye anaweza akaweza kurinda kwa hiyo fanya hima tenda wema nawe utapata kibali siku zako za maisha yako yote